Moyo wa Bishop Eliudi Issangya haukuishia kwenye shule na hospitali, bali uliguswa sana na maisha ya watoto yatima. Aliona watoto wengi wakibaki bila walezi kutokana na vifo vya wazazi, hali iliyopelekea watoto hao kuishi katika mazingira magumu. Aliamua kuanzisha vituo vya kulelea yatima orphanages, ambavyo vilitoa zaidi ya chakula na malazi, bali pia upendo wa kifamilia. Watoto hawa walipata nafasi ya kuitwa mwanangu na bishop akijaza pengo la wazazi walioondoka na kuwapa tumaini jipya. Katika vituo hivi, watoto walipewa malezi bora ya kiroho na kimaadili ili wakue wakiwa na nidhamu na hofu ya Mungu. Walipata fursa ya kusoma katika shule alizozianzisha, wakionyesha vipaji vyao katika michezo, muziki na sanaa mbalimbali za ubunifu. Bishop alihakikisha kuwa hakuna mtoto anayehisi upweke au kutengwa. Akisherehekea nao sikukuu na matukio muhimu ya maisha yao. Alikuwa baba kwa wasio na baba, akionyesha kwa vitendo maana halisi ya dini iliyo safi na isiyo na takataka. Wajane pia walipata hifadhi na msaada kupitia huduma za kijamii zilizoanzishwa na Bishop huko Sakila na maeneo ya jirani. Alianzisha vikundi vya kiuchumi vilivyowasaidia wanawake hawa kuanzisha miradi midogo ya biashara ili waweze kujitegemea na kutunza familia zao. Mafunzo ya ujasiriamali yalitolewa ili kuwapa ujuzi wa kusimamia fedha na kukuza mitaji yao kwa njia ya uaminifu na bidii. Hii ilirudisha heshima ya wajane katika jamii, wakiacha kuonekana kama mzigo na kuwa wachangiaji wakubwa wa maendeleo. Vituo vya yatima vikawa kama chemchemi ya furaha ambapo vicheko vya watoto vilisikika badala ya vilio vya huzuni na njaa. Bishop alihamasisha jamii nzima kushiriki katika kuwatunza watoto hawa, akisema kuwa kulea yatima ni jukumu la kila Mkristo. Wageni kutoka sehemu mbalimbali duniani walitembelea vituo hivi na kuguswa na kiwango cha usafi na mpangilio uliokuwepo pale. Watoto wengi waliolelewa hapo sasa ni watu wazima wenye mafanikio, wakiendeleza utamaduni wa kusaidia wengine kama walivyofundishwa. Huduma hii ya kijamii ilionyesha upande wa pili wa utume wa Bishop Issangya, upande wa huruma inayovuka mipaka ya maneno. Alithibitisha kuwa upendo wa kweli unapimwa kwa jinsi unavyowatendea wale wasio na uwezo wa kukulipa chochote kwa wema wako. Sakila ikawa kijiji cha mfano ambacho kinalinda makundi yaliyo hatarini, kikiweka msingi wa jamii yenye usawa na utu. Kila tone la jasho alilotoa Bishop katika kuwahudumia yatima limegeuka kuwa bahari ya baraka kwa vizazi vingi vijavyo. Licha ya mafanikio makubwa na sifa alizopata duniani kote, Bishop Eliudi Issangya alichagua kuishi maisha ya unyenyekevu kijijini Sakila. Makazi yake yamezungukwa na mandhari nzuri ya asili yakionyesha utulivu na amani inayotokana na kumtumikia Mungu kwa moyo mweupe. Nyumbani kwake pamekuwa mahali pa mapumziko kwa wageni wengi, viongozi wa dini na watu wa kawaida wanaotafuta ushauri wa kibusara. Hajajikweza juu ya watu wake, bali amebaki kuwa sehemu ya jamii ya Meru akishirikiana nao katika furaha na huzuni. Kila asubuhi, anaonekana akitembea katika mashamba yake au akizungumza na jirani kuhusu hali ya hewa na mavuno ya msimu. Maisha yake ya nyumbani ni kioo cha familia imara inayompenda Mungu na kuheshimu misingi ya kitamaduni ya watu wa Meru. Amekuwa akihimiza kilimo cha kisasa, akionyesha kwa mfano jinsi ya kutunza ardhi ili itoe mazao mengi na bora. Nyumba yake haina kuta ndefu za kuwatenga watu, bali milango yake iko wazi kwa yeyote mwenye shida ya kiroho. Unyenyekevu wake umekuwa darasa tosha kwa wachungaji vijana wanaochipukia ambao mara nyingi hutamani utajiri na sifa za haraka za kidunia bishop anawafundisha kuwa utukufu wa kweli unapatikana katika kuwatumia wengine na si katika kutumikwa au kutukuzwa na wanadamu. Anasisitiza kuwa mali zote aliyo nazo ni mali ya Mungu na yeye ni msimamizi tu anayepaswa kutoa hisabu nzuri maisha yake ya kila siku ni mahubiri tosha yanayovuta watu kwa Kristo kuliko hata maneno anayosema akiwa mimbari. Katika makazi yake ya Sakila, bishop ameweza kuandika vitabu na kuandaa jumbe zinazogusa maisha ya watu kupitia vyombo vya habari. Mazingira ya kijijini yanampa utulivu wa kutafakari na kusikia sauti ya Mungu kuhusu hatua zinazofuata katika huduma yake pana. Amekataa kuhamia miji mikubwa kama Dar es Salaam au nje ya nchi akiamini kuwa wito wake uko hapa Sakila, upendo wake kwa ardhi ya nyumbani umechochea uzalendo na moyo wa kujitolea miongoni mwa vijana wengi wa eneo hilo. Hata anapopokea tuzo za kimataifa, anarudi kijijini kwake na kusema kuwa sifa zote ni za Mungu na watu wa Sakila. Hii imemfanya aheshimike na wazee wa mila na viongozi wa serikali ambao wanamuona kama nguzo ya amani. Maisha yake yanatufundisha kuwa unaweza kuwa mkuu duniani lakini ukabaki kuwa mtumishi wa wote katika jamii yako. Sakila si kijiji tu kwake, bali ni kitovu cha moyo wake na mahali pa madondo yake mengi yametimia. Safari ya Bishop Dkt Eliudi Issangya imeacha alama isiyofutika katika historia ya kanisa na maendeleo ya kijamii nchini Tanzania. Miradi yaliyoianzisha inaendelea kukua na kugusa maisha ya maelfu ya watu kila siku, ikionyesha nguvu ya maono ya kweli. Ameweza kuandaa timu ya viongozi waaminifu watakaoweza kuendeleza huduma hiyo hata wakati yeye hatokuwepo tena katika nafasi yake ya sasa. Urithi wake si majengo ya fahari pekee, bali ni maisha ya watu waliowabadilisha na kuwapa mwelekeo mpya wa kimaisha. Kutoka makanisa makubwa hadi shule na hospitali, kila kitu kinazungumza kuhusu utukufu wa Mungu na bidii ya mwanadamu mmoja. Jamii ya Meru imebadilika kwa kiasi kikubwa, ikiondoka kwenye giza la kifikra na kuingia katika nuru ya maarifa. Bishop amethibitisha kuwa inawezekana kuunganisha Injili na maendeleo ya kijamii bila kupoteza mwelekeo wa kiroho wa kanisa la Kristo. Jina lake litaandikwa kwa herufi za dhahabu kama mwanamageuzi aliyetumia imani yake kuleta mabadiliko chanya katika ulimwengu huu. Vijana wa leo wanafundishwa kufuata nyato zake kwa kuwa na maono yanayovuka maslahi binafsi na kugusa mahitaji ya jamii. Bishop anawahimiza wasiogope kuanza kidogo kwani kila jambo kubwa lilianza kama wazo dogo lililofanyiwa bidii. Anasisitiza kuwa siri ya mafanikio ni uaminifu kwa Mungu na upendo wa dhati kwa binadamu wote bila ubaguzi. Maneno yake ya busara yanaendelea kuwa dira kwa mangi wanaotafuta maana ya kweli ya maisha na utumishi uliotukuka. Hadi leo, Bishop Issangya anaendelea kuwa sauti ya wasio na sauti, akisimamia haki na usawa kwa watu wote katika jamii. Huduma yake ya kijamii imekuwa mfano wa kuigwa na mashirika mengi ya kimataifa yanayokuja kujifunza mfumo wa Sakila. Yeye ni dhabitisho kuwa mabadiliko ya kweli yanaanzia kwa mtu mmoja aliye tayari kujitoa kwa ajili ya ustawi wa wengine. Safari yake bado inaendelea, ikichochewa na nguvu ya Roho Mtakatifu na mahitaji yanayoongezeka ya ulimwengu uliovunjika moyo. Tunapojifunza kupitia simulizi hii ya kusisimua, tunakumbushwa kuwa kila mmoja wetu ana nafasi ya kuacha alama duniani kote. Bishop Eliudi Issangya ametuonyesha njia, ni juu yetu kuchukua hatua na kuitumia jamii yetu kwa moyo mmoja. Sakila imekuwa mji juu ya mlima ambao hauwezi kufichika.